Kitabu cha Ezekieli sura ya ishirini na moja na ya ishirini na mbili. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni siku nyingine tena nzuri na wakati mwingine ambao Mungu anatuwezesha kukutana katika kipindi chetu cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Naitwa Mwalimu Petro napo Arusha, Tanzania. Ninakukaribisha mno uweze kuungana na sisi. Basi chukua Biblia yako, weka jirani, kama inawezekana, itapendeza sana, ili tunaposoma na wewe unafuatilizia kwenye Biblia yako. Karibuni tusali, ili tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru tunasema asante kwa ajili ya uwakati ambao unatuwezesha kwenda kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu usimame pamoja na sisi, utusimamie tunaposoma, tuweze kulielewa na sote tuweze kupata mwanga na ufahamu, tuendelee kutiwa nuru, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Wapendwa, karibuni sana, tunaendelea kusoma kitabu cha Ezekieli sura ya ishirini na moja na ishirini na mbili. Mlango wa ishirini na moja. Neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, uelekeze uso wako kuelekea Yerusalemu, ukadondoze neno lako upande wa mahali patakatifu, ukatabiri juu ya nchi ya Israeli, uiambie nchi ya Israeli, Bwana asema hivi: Tazama, mimi ni juu yako nami nitautoa upanga wangu alani nami nitamkatilia mbali nawe mtu mwenye haki na mtu mbaya. Basi kwa kuwa nitamkatilia mbali nawe mtu mwenye haki na mtu mbaya, upanga wangu utatoka alani mwake uwe juu ya watu wote wenye mwili toka kusini hata kaskazini. Na watu wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana nimeufuta upanga wangu alani mwake, hautarudi tena. Ugua basi E mwanadamu, kwa kuvunjika kwake viuno vyako na kwa uchungu utaugua mbele ya macho yao. Na itakuwa wakuambiapo, mbona unaugua? Ndipo utakaposema, kwa sababu ya habari hizo; maana linakuja, na kila moyo utayeyuka, na mikono yote itakuwa dhaifu, na kila roho itazimia, na magoti yote yatalegea kama maji. Tazama, linakuja nalo litatendeka, asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu, tabiri useme, Bwana sema hivi, nena: upanga, upanga umenolewa, na kusuguliwa, umenolewa ili kufanya machinjo, umesuguliwa ili uwe kama umeme. Basi je, tufanye furaha? Upanga unadharau fimbo ya mwanangu kama unavyodharau kila mti. Nao umenolewa usuguliwe, upate kushikwa mkononi upanga umenolewa, naam, umesuguliwa ili kutiwa katika mkono wake auwaye. Piga kelele, utoe sauti ya uchungu, e eh, mwanadamu, kwa maana upanga ujuu ya watu wangu, ujuu ya wakuu wote wa Israeli; wametolewa wauwawe na upanga pamoja na watu wangu, basi jipigeni pajani, kwa maana kuna kujaribiwa. Itakuwaje basi ikiwa upanga unaidharau hiyo fimbo haitakuwapo tena, asema Bwana Mungu. Basi wewe mwanadamu, tabiri, ukapige makofi, upanga huo na uongezwe mara mbili hata mara tatu. Upanga wao waliotiwa jeraha kiasi cha kuwaua ni upanga wa mkuu aliyetiwa jeraha kiasi cha kumuua, wazungukao pande zote. Nimeweka ncha ya upanga huo juu ya malango yao yote, ili mioyo yao iyeyuke yakaongezeke makwazo yao Aha, umefanyika kuwa kama umeme, umenolewa ili uchinje. Jiweke tayari, enenda upande wa kuume, jipange, enenda upande wa kushoto, mahali popote utakapouelekeza uso wako. Mimi nami nitapiga makofi, mimi nami nitashibisha ghadhabu yangu. Mimi Bwana nimenena neno hili. Neno la Bwana likanijia tena kusema, tena mwanadamu Ujiwekee njia mbili, upanga wa mfalme wa Babeli upate kuja; hizo mbili zitatoka katika nchi moja, ukaandike mahali upaandike, penye kichwa cha njia indayo mjini. Utaagiza njia, upanga upite kufikilia raba wa wana wa Amoni, na kufikilia Yuda katika Yerusalemu wenye maboma. Maana mfalme wa Babeli alisimama penye njia panda, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili atumie uganga Aliitikisa mishale huko na huko, akaziuliza terafi, akayatazama maini. Katika mkono wake wa kuume alikuwa na kura ya Yerusalemu, kuviweka vyombo vya kubomolea, kufumbua kinywa katika machinjo, kuinua sauti kwa kupiga kelele sana, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango, kufanya maboma na kujenga ngome. Jambo hili litakuwa kwao kama uganga wa ubatili mbele ya macho yao, waliowaapia viapo lakini ataufanya uovu ukumbukwe ili kwamba wakamatwe. Basi Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa mmeufanya uovu wenu ukumbukwe, kwa maana makosa yenu yamefunuliwa, hata dhambi zenu zikaonekana kwa matendo yenu; kwa sababu mmekumbukwa, mtakamatwa kwa mkono. Na wewe, ewe mtu mwovu, uliyetiwa jeraha kiasi cha kukuua, mkuu wa Israeli, ambaye siku yako imekuja katika wakati wa uovu wa mwisho, Bwana Mungu asema hivi: kiondoe kilemba, uivue taji. Haya yatakuwa tena kama yalivyo. Kikweze kilicho chini, kakishushe kilichoinuka. Nitakipindua, nitakipindua, nitakipindua; hiki nacho hakitakuwa tena, hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake, nami nitampa. Nawe mwanadamu, tabiri useme, Bwana Mungu asema hivi katika habari za wana wa Amoni na katika habari za aibu yao, nena, upanga, upanga umefutwa, umesuguliwa, ili kuua, ili kuufanya uue sana, upate kuwa kama umeme. Wakati wa kuoneapo ubatili, wakati wa kufanyia uganga wa uongo, ili kukuweka juu ya shingo zao waliotiwa jeraha, kiasi cha kuwaua, ambao siku yao imekuja, katika wakati wa uovu wa mwisho. Urudishe alani mwake, mahali pale ulipoumbwa katika nchi uliozaliwa, nitakuhukumu wewe nami. Nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitakupulizia moto wa hasira yangu, nami nitakutia katika mikono ya watu walio kama hayawani wajuao sana kuangamiza. Utakuwa kuni za kutiwa moto, damu yako itakuwa katikati ya nchi, hutakumbukwa tena, maana mimi Bwana nimenena neno hili. Mlango wa ishirini na mbili. Neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe, mwanadamu, je, utauhukumu, utauhukumu mji huu wa damu? Basi uujulishe machukizo yake yote. Nawe utasema, Bwana Mungu asema hivi, mji umwagao damu ndani yake ili wakati wake upate kuja, mji ufanyao vinyago juu ya nafsi yake ili ujitie unajisi. Umekuwa na hatia katika damu yako uliyomwaga nawe umekuwa na unajisi kwa vinyago vyako ulivyovifanya, nawe umezileta karibu siku zako, nawe umefika karibu na miaka yako. Basi kwa sababu ya hayo, nimekufanya kuwalawama kwa mataifa na kuwadhihaka katika nchi zote zilizo karibu na zilizo mbali, nawe sitakudhihaki ewe mchafu uliyejaa fujo. Tazama, wakuu wa Israeli, kila mmoja kwa kadiri ya nguvu zake, wamekuwamo ndani yako ili kumwaga damu ndani yako. Wamedharau baba na mama kati yako, wamewatenda wageni udhalimu ndani yako, wamewaonea yatima na mjane. Umevidharau vitu vyangu vitakatifu, umezitia unajisi Sabato zangu. Wasingiziaji wamekuwamo ndani yako, ili kumwaga damu, na ndani yako wamekula juu ya milima, kati yako wamefanya uashirati, ndani yako wamefunua uchi wa baba zao, ndani yako wamemfanyia nguvu mwanamke asiye safi wakati wa kutengwa kwake. Na mtu mmoja amefanya chukizo pamoja na mke wa jirani yake, na mtu mwingine amemharibu mke wa mwanawe kwa uasherati, na mtu mwingine ndani yako amemfanyia nguvu umbu lake binti ya babaye. Ndani yako wamepokea rushwa ili kumwaga damu, umepokea riba na faida, nawe kwa choyo umepata mapato kwa kuwadhulumu jirani zako, nawe umenisahau mimi, asema Bwana Mungu. Basi tazama, nimeipiga kofi hiyo faida uliyoipata kwa njia isiyo haki, na hiyo damu yako iliyokuwa kati yako. Je, moyo wako waweza kuvumilia au mkono wako waweza kuwa hodari katika siku zile nitakapokutenda mambo? Mimi Bwana nimenena neno hili, tena nitalitenda. Nami nitakutawanya kati ya mataifa na kukutapanya kati ya nchi mbalimbali, nami nitauteketeza uchafu wako ili ukutoke. Nawe utatiwa unajisi ndani ya nafsi yako mbele ya macho ya mataifa, nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, nyumba ya Israeli imekuwa taka za fedha kwangu, wote wamekuwa shaba na bati na chuma na risasi kati ya tanuu, wamekuwa taka za fedha. Basi Bwana Mungu asema hivi, kwa sababu ninyi nyote mmekuwa taka za fedha, tazama, nitawakusanya kati ya Yerusalemu kama vile watu wakusanyavyo fedha na shaba na chuma na risasi na bati kati atanu ya tanuu ili kuvifukutia moto na kuviyeyusha, ndivyo nitakavyowakusanya ninyi katika sira yangu na ghadhabu yangu, nami nitawalaza huko na kuwayeyusha. Naam, nitawakusanya na kuwafukutia moto wa ghadhabu yangu. Nanyi mtayeyushwa kati yake kama fedha iyeyushwavyo kati ya tanu, ndivyo mtakavyoyushwa kati yake, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimemwaga ghadhabu yangu juu yenu. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, uiambie nchi, wewe nchi isiyosafika wala kunyeshewa mvua siku ya ghadhabu. Fitina ya manabii wake imo ndani yake kama simba angurumaye akirarua mawindo wamekula roho za watu hutoa kwa nguvu hazina na vitu vya thamani wameongeza hesabu ya wajane wake ndani yake makuhani wake wameihalifu sheria yangu wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu hawakuweka tofauti ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote wala hawakuwafundisha watu kupambanua vitu vichafu na vitu vilivyo safi nao wamefumba macho yao wasiziangalie Sabato zangu nami nimetiwa unajisi kati yao. Wakuu wake kati yake wamekuwa kama mbwa mwitu wa kirarua wa mawindo, ili kumwaga damu na kuharibu roho za watu, wapate faida kwa njia isiyo halali. Na manabii wake wamewapakia chokaa isiyokorogwa vyema, wakiona batili na kuwatabiria maneno ya uongo, wakisema Bwana Mungu asema hivi, iwapo Bwana hakusema neno Watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, naam, wamewatenda jeuri maskini na wahitaji, na wamewaonea wageni bila haki. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije kuiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao asema Bwana Mungu.